Ukusanyaji mapato kupitia mfumo wa kijiografia kutaziwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutambua mipaka yao na kuyafikia kwa urahisi maeneo yenye vyanzo vya mapato. Akitoa taaluma kwa maafisa mapato na wahasibu wa mabaraza ya manispaa, mabaraza ya mji na halmashauri, mtaalamu wa mipango miji na mfumo wa jiografia, Deogratias Evarist Minja amesema mfumo huo utawezesha kufanya makisio na kuweka usahihi wa matumizi katika taasisi zao. Ya, katika warsha hii nimeweza kuwasilisha kwa watendaji wa halmashauri, hasa watu wanaohusika na mapato, mipango na uhasibu, ni jinsi gani mambo ya kijiografia yanaweza yakawasaidia katika utendaji wao wa kazi, kwa sababu kazi na shughuli nyingi zinafanywa kwenye uso wa dunia, lakini uso wa dunia una uwezo wa ku tambulika kila kitu au kila aina ya kazi iko mahali gani kwa kutumia geographical information system. Kwa hiyo nimejaribu kuwaonyesha jinsi ambavyo, kwa mfano, kazi zao za ukusanyaji wa mapato kama ni kodi za majengo au ni matozo mbalimbali yanawezaje kusimamiwa kwa kutumia geographical information system. Kwa hiyo wanaweza kujikuta kwamba wanafanya makadiri yao vizuri kwa kuhesabu kiasi au idadi ya nyumba zilizopo labda katika sehemu zao za kiutawala na hata wakafanya makadirio ya makusanyo, baada ya muda fulani wao wamekusanya kiasi gani kwa kuhesabu idadi ya nyumba ambazo zinapatikana kwenye mifumo hii ya kijiografia. Lakini ikiwa ni pamoja na aina gani ya matumizi ya nyumba hizo, kama ni za makazi, ni za biashara, ni za ofisi, ni mahoteli, au ni sehemu ya kuzia vyakula. Kwa hiyo, zile reti za kuchaji majengo wataweza kuzipata na hata pia kujua jengo husika linalotakiwa kulipa kiasi hichi liko wapi, na hata lisipolipa, ufuatiliaji wake ni rahisi zaidi kwa kujua iko wapi. Nao maafisa kutoka Mamlaka ya Mapato ZRA Masoud Mohammed Abdullah na afisa mipango manispaa Magharibi A, e, Ali Hassan Haji, wamesema wanataraji kupata mabadiliko na kujua mbinu bora zaidi za ukusanyaji wa mapato kwa usahihi. Tumejifunza mengi yakiwemo njia sahihi za kufanya makadirio ya makusanyo njia za kukusanya, njia bora za kukusanya mapato, na si kukusanya tu, bali pia njia bora za kuongeza mapato yetu ambayo tunakusanya. Lakini kikubwa zaidi katika mafunzo haya ambayo wengi kimetufurahisha ni swala zima la spatial data infrastructure, ambayo ni miundombinu ya data za kijografia. Miundombinu ya data za kijografia imetufurahisha na ni muhimu sana katika kazi zetu za kila siku, kwamba zinaonyesha taarifa za kijografia. Kwa mfano sisi walipa kodi wetu ZRA tunakusanya property tax kwa sasa hivi, itatuwezesha kufahamu majengo, maeneo yalipo, thamani zao, wamiliki wao. Kwa hiyo, pia itatusaidia katika kupata makadirio sahihi katika kodi zetu za, za majengo. Tumekuja hapa katika mafunzo na sofa tumepata kujifunza hususan kuhusiana na masuala mazima ya ukusanyaji wa mapato, namna ya kuibua vyanzo, lakini zile technicals zote ambazo zinatakiwa tuzitumie na tools ambazo zitakazotusaidia katika ukusanyaji wa mapato yale. Kwa hivyo so far tumefaidika na hayo na tunashukuru kuja kwa mafunzo haya. Kwa Baraza la Manispaa Magharibi 'A' sisi tunatumia mfumo tofauti kabisa na, na, na halmashauri nyingine kwamba sisi tuna mfumo unaitwa Mubis, mfumo ambao tumeanza kutumia mwaka juzi. Mfumo huu tumeutumia kutokana na changamoto ambazo tulikuwa tunaziona katika mfumo wa zamani uliokuwa unatumiwa na wizara. Baada ya na changamoto zile, tukaja na mfumo wa Mubis ambao tuliamini kwamba mfumo wa Mubis utaweza kutatua changamoto zile, kwa mwikiwemo kwamba changamoto ya wafanyabiashara, kwa mfanyabiashara anatakiwa kulipa leseni hata kama leseni ile amekata mwezi mmoja kabla, kwamba mfumo unatakiwa ukate leseni January to December, maana ile kalenda yao nafata. Kwa hiyo hata kama utakuwa umekata leseni mwezi wa kumi na moja, ikifika mwezi wa kumi na mbili unatakiwa ukate leseni. Kwa hiyo changamoto ile imetatuka, na na nashukuru wananchi imewapa muamko katika kukata leseni. Akifunga mafunzo hayo ya siku nne, Mkurugenzi Idara ya Uratibu na Tawala za Mikoa, Zainab Khamis Kibwana amewataka watendaji hao kutambua kuwa ukusanyaji mzuri wa mapato ni sehemu ya kupeleka maendeleo kwa wananchi na kuchangia pato la taifa, sababu serikali inaziangalia sana hizi taasisi za serikali za mitaa na zinatarajia serikali lengo lake kuzifanya hizi serikali za mitaa kufanya kazi kwa jamii moja kwa moja, kwa sababu hizi zinasaidia serikali kuu kuweza kufikia mipango yake ya kitaifa kwa ikiwa sisi tumeregea huko serikali za mitaa, tumeshindwa kusimamia majukumu yetu, basi tunaipa mzigo serikali kuu. Kwa hiyo tunaomba tutambue sote kwa ujumla wetu, taasisi zetu ni muhimu kwa umma na zipo kwa ajili ya kuhudumia wananchi, ikiwa huduma za usafi, ikiwa huduma nyinginezo za kijamii, kuwaondoshia changamoto zinazowakabili makero kwenye jamii, basi yote yale Kero zile zitaondoka ikiwa mimi mtendaji, ikiwa na we mtendaji, tutashirikiana kutekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria ambayo inayotuongoza na sera za taifa letu. Mafunzo hayo yameandaliwa na mradi wa ukuaji uchumi jumuishi Zanzibar Big Z kwa ushirikiano na Benki ya Dunia. Kupitia mafunzo haya watendaji na ndio maana tumewashirikisha wahasibu, maafisa mipango pamoja na maafisa mapato yataweza kujua naweza tukakisia kiasi fulani. Na uzuri zaidi kwa mafunzo haya, tutaweza kujua miradi gani tutaweza kuitekeleza na mradi pengine utachukua kiasi gani, ili tusijikwama katika utekelezaji wa miradi hiyo.